Leo bwana, niliamua kuwabariki wamama ambao wanakuja eneo tunalovuna kwa ajili ya kukusanya mpunga ambao unabaki, na nikawaita eh, nikamwambia mtu mwenye mashine ile, mwaga hapa chini kwenye hichi kilundo, ili tuweze kuwabariki mama zetu walioko hapa. Sisi hizi ni familia zetu, na tunamwamini Mungu kwamba, uh, unapogusa maisha ya mtu mwingine, baraka zinaendelea kuongezeka. Tulipowaita wengi wakaja, kama ambavyo mnaona, kwa sababu hawakuwa wengi, kama tani mbili hizi zilikuwa zinawatosha hapa basi. Eh, shughuli kawa shughuli bwana, wakaja waka, wakajipanga hapa eh, kama ambavyo unawaona, na nina hakika wamefurahi, na hiyo ndio furaha yangu ya dhati kabisa. Sasa nilikuwa na wazo moja hapa, nilikuwa na wazo hivi, najua huu mpunga sio mwingi, lakini angalau natamani sana niwasapoti, muende mwende nao kitafutwe hata ka, ka kipimo fulani Mnachoteana hivi mnachoteana, kila mtu anapata anapata anapata kidogo, si ndio eh? Aya, sasa nani anafanya hiyo biashara ya kuja na kicho kipimo? Uzuri wake wote mtapata, issue ya msingi tu, atakayechukua tu yeye anaenda upande huu, si ndio? Sasa wewe dogo, anzia kwa huyu bibi. Kipimo unachomwekea mtu ndio uwago nawekea wote. Sasa Aa, pitanga sasa, amina